Unasema? Hiyo pesa umeiona? Eh? Umeiona hiyo hela? Eh, eh, eh hela kwa nini? Ni ngapi kaka? Imetumwa shilingi elfu thelathini kimakosa kwenye namba yako. Ah, kumbe ka hela kadogo. Tutambuane kwanza kiongozi. Naitwa Atupele Mkwenkwe ni mwenyekiti wa Ufrimason Tanzania. Eh, ni Mason? Eh. Hapa nataka nikuuzie fomu. Fomu ni elfu themanini. Kwa kuwa umeshatuma elfu thelathini, unaweza ukatuma hiyo elfu hamsini ili nikupe fomu uanze kujipigia mahela yako sasa. Ila hii inaweza ikawa full size. Sasa kaka kwa mm. ya mtu saidiane kiubinadamu sawa mm. Naomba nikutumie shilingi elfu ishirini ujumlishe iwe hamsini, uniunge kibinadamu. Ah, elfu ishirini haitoshi, form ni elfu themanini kiongozi. Tuelewane, unajumlisha na hiyo thelathini ambayo umetumiwa kimakosa inakuwa hamsini, ndugu yangu. Sasa hiyo thelathini hiyo, niamini, niamini nitakutumia. Ah, wewe, wewe fanya hivi. Haya, tuma hiyo elfu ishirini sasa an tume sasa, tufanye kitu kimoja rahisi sawa e. mfanya kuirudisha hiyo thelathini huku, alafu mimi niijumlishe kwa pamoja pap, nikutumie tu yote, sasa uniunge. A -a, yani we unatakiwa hapo uongezee elfu hamsini ili iwe elfu themanini nikupe fomu kabisa, ujipigie mahela. Hutaki hela kijana? Basi final la yehemu acha niyo, nimetoa kafara. Tume hiyo thelathini, alafu niunganishe na hii hamsini hapa, nikutumie tu sasa. Hapo kiongozi, makato yatakuwa mengi. Eh, makato makato haya, hebu amini hiki chama, mbona chifugujwavu tumemuunga vizuri, anajilimbwasa sasa hivi. Basi naweka sitini, nitumie hiyo 30 niweke 60, nikusudi nikutumie themanini na tano. Wewe fanya hivi, hebu tuma hiyo elfu hamsini, wewe rudisha 30. tuma kwanza hiyo hamsini kaka, rudisha hiyo 30 kwanza, nielewe. Basi kiongozi, mbona ukiamini chama, tuma basi hiyo elfu hamsini we, we... Wewe unashindwa kuniamini ndugu yangu, tuma thelathini, nikurudishie themanini eh, fanya hivi. hebu tuma Tuma kwanza kaka, nipo ofisini kiongozi, niko ofisini hapa kiyoyozi hiki kinatumia gharama, hebu tuma bana, usinizungushe sana. Aa, mm. Tuma, tuma na wewe. Tuma, hebu amini chama basi, we chama ukiamini. Babake ulijua mteja wewe, ulijua mimi natapeliwa eti <laughs> bahati yako, kingekulamba cha kukulamba kiko nyuma mbwa.